Watanzania, mmeshinda na mnashinda leo. Tanzania mpya inaenda kuzaliwa. Mmeipigania nchi yenu, mmeipambania nchi yenu, mmetoka na mmeenda kuitafuta haki. Tuendelee mpaka haki tu... kwa sasa hivi I have to be careful na maneno yangu I have to be very careful na vitu ninavyoongea. Nimeshapewa warning pia. Na nikakumbushwa Trump 2020 aliondolewa kwenye social media kila yani, kila platform walimuondoa, sio kwa sababu walikuwa nawaambia watu kafanyeni vurugu, kachome hapa, lakini kwa sababu tweet zake zilikuwa zinachochea watu. Kwayo, kwa hiyo nimeshapewa warning kwamba yani niang, ni, ni ni uh, nilinde maneno yangu lakini nataka tu watazae mjue, dunia nzima inawaangalia, dunia nzima iko proud. Hakuna anayeamini. Mlidharaulika, mlidharauliwa nyie, leo mmejiheshimisha. Acheni niendelee kulia mimi maana sina, sijui kama kuna mtu anaweza kuona s macho yangu mekundu yamevimba, sijalala usiku mzima, nalia nalia kwa sababu nadhani watanzania hawajatoka. Maana nilikaa macho mpaka ile tb tuvyosema ile, ile saa kumi na mbili watu watatoka, nimekaa hamna kitu. Alafu nikaanza kusoma koment zenu, watu wananiandikia Mange huku, sijui hali ngumu, Mange jamani, mko wapi, mbona watu hamtoki? Nikakaa mpaka saa moja ile ile ya Tanzania, hamjatoka. Ndugu zangu, nikapiga magoti chini, nikaanza kulia. Shemeji yenu akasema hamna simu, amna simu, it's okay. Akachukua simu, mimi nikaenda kulala, naamka, nalia, nalala, sij, yani amechukua simu because I didn't I, yani hapa nilipo wa Tanzania da, mmeikomboa nchi yenu. Ani ani mechanganyikiwa, idon even know what to say. Yani I cant any, ah, I think iam going to ntalia mwaka mzimaani, sijui nitalia mpaka lini? And I'm sorry kwa sababu yani siku yani yalivyopita tu yale masaa mawili sijui la kwanza lile I gave up, nika, yani nikaa kama na msiba, kumbe bwana, mmetoka.